Siku nyingine ya Jumatano tunakutana hapa tukiwa na mada tu mmoja ambayo inakufanya mimi na mgeni wangu hapa sio tu tuweze kuzungumza moja, lakini kumbuka pia wewe utakuwa sema kipindi hiki kwa kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi, ukifuatilia mada hii na kuangalia wapi ungependa kuuliza swali ama nini ungependa kufahamu, nitakupatia muda huu kufanya punde muda utakofika. Mimi naitwa Albert Clan the King. Nitakuwa naye uh, mbunge wa Iringa Mjini mheshimiwa Peter Msigwa. Tukizungumza naye mara tuzungumza uh, mheshimiwa wa ndani ya Chadema ni kitu gani hiki? Nini haswa mtazamo wao? Mapokezi yako namna gani? Mikakati iko namna gani kuhakikisha kwamba kuwepo ndani ya chama cha Chadema sasa, sasa uwepo uh, wake Mheshimiwa Lowassa ndani e, e? e, e, e, ya chama kwa kama mwanachama mpya baada ya kuchukua kadi, eh, mnambie hali kwa namna gani? Kuna mambo mengi sana yanazungumzwa huko mtaani, eh, sisi ambao tumekuwa tasnia hii ya uandishi wa habari, ndugu zetu, marafiki zetu wanataka kujua, jamani hii hali koje? Mapokeo koje? Usalama uko namna gani? Eh, mtuambie hii kwa namna gani. Eh, ni kweli kabisa swala la mheshimiwa Lowassa kuja ndani ya chama chetu limekuwa na gumzo eh, nchi zima ya Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania, ukizingatia kwamba sasa hivi eh, masuala ya mitandao na habari zinaenda kwa haraka sana kwenye viganja vya mikononi. Na mheshimiwa Lowassa sio mtu wa kwanza kuhamia kwenye chama chetu, wamehama yeah. wengi sana kutoka chama cha mapinduzi, wakiwepo kwa mfano wakina olemilia walikuwa viongozi wa chama cha mapinduzi. Watu kama wakina bananga kule Arusha walikuwa chama cha mapinduzi. Kuna wengine walikuwa madiwani lakini eh, suala la Mheshimiwa Lowassa ni, ni, ni, ni, ni, la kipekee. Siku moja niwai kuhojiwa na, na Radio Clouds, nilisema yeye ni big fish, big shot. Nilisema hivyo kwa sababu eh, ni kiongozi wa kwanza ambaye kwa level yake kuwa waziri mkuu wa nchi kwenye serikali ya, ya katika nchi yetu na kuhama kutoka chama alichokuwa anatumikia kwa muda mrefu kuhamia chama cha upinzani. Ndio maana imekuwa ni news kubwa kwa hiyo huwezi kuipinga, sio mtu mdogo. Kwa hiyo sisi kama Chadema tumelichukua jambo hilo positively na limepitia katika baraka, baraka, baraka za vikao vyote vya kimaamuzi, na ukizingatia kwamba mimi ni mjumbe wa kamati kuu, kile kikao cha juu kabisa na mimi nilikuwemo. Kwa hiyo tumepitia, kila mtu alikuwa happy, tumelifanya vizuri kabisa na amekuja kama mwanachama kama wanachama wengine katika chama chetu, na kama mwenyekiti wetu jana alizungumza, chama cha siasa kina, kina, ni, ni watu. Huwezi kusema una chama ambacho hakina watu, utakuwa na begi lako peke yako. Ndio ndomaana kuta wengi wana vyama vyao vingine, vimejaza bendera sana barabarani huko, ni vyama bendera zimezidi hata wanachama hmm. Lakini chama sisi ni watu. Kwa hiyo ujio wake umeleta hamasa kubwa, kuna e, ume, kuna, kuna positive change, kwa sababu e, e, suala la kisiasa sasa, level ya kisiasa Tanzania ina inakwenda ina kubadilika. Sasa siasa za Tanzania zinaenda kubadilika kwa mtazamo wangu. Sasa tuna, tuna grow sasa, kama ambavyo mwenyekiti wangu jana alizungumza kwamba hofu inakwenda kuondoka, ni kama amefungua mlango. Nakumbuka kwa mfano sisi tulivyoingia bungeni wapinzani, eh, yeah, e, tulipokuwa tuna challenge serikali tuna challenge viongozi wa umma hadharani ndani ya bunge, wengine walikuwa wanashangaa, wanaona kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kuna watu wengine wamekuwa wakiishi kwa hofu. Ee, wanaishi kinyume hata ya dhamira zao kwa sababu ya uoga, hasa kwa chama dola. Kwa hiyo Mheshimiwa Lowassa kuhama Chama cha Mapinduzi na kuingia chama, chama cha, cha, cha, cha, cha demokrasia au Ukawa ni, ni, ni, ni watu wengi wamesema osh, na makundi makubwa yataendelea kumiminika kutuunga mkono katika harakati hizi za kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Tunapozungumzia haya mabadiliko na ujio wa Mheshimiwa Lowassa ndani ya, ya Chadema na Ukawa kwa upana wake kumekuwa na maneno yanayozungumzwa. Napenda na nitumie kipindi hiki kuzungumza na, na Watanzania hasa wapenda mabadiliko na wale ambao hawaamini kichotokea kwamba kuna migongano ndani ya ukao wenyewe, kwa sababu wameweza kuona kwa kwamba hatukumwona pale Tundu Lissu, hatukumwona pale mzee dokta uh, akuwepo pale, kwamba tunaambiwa mpaka hivi kwa kwa naambiwa kwamba sasa mwezi mwingine kesho taandika kwamba ameshaandika barua bado hajaifikisha, tupe zangu sababu anajiuzuru. Hebu utoe wasiwasi watazamaji, na hasa wapenda Chadema. Karibu. Uh, uh, kwanza kabisa tuko kwenye siasa na tunapokuwa kwenye tuko katika kipindi cha siasa na tunaenda kwenye uchaguzi. Ndiyo. Kutakuwa na propaganda nyingi sana na mahasimu wa, wa, wa, wa chama chetu watajaribu kusema kila wanalo wanaloliweza kujaribu kudiscourage, kujaribu kuchanganya maneno mengi. Kwa mfano waliandika Tundu Lissu hayupo, Dr. hayupo. Kumbuka sasa hivi tumebakiza wiki chache sana kuanza uchaguzi. Ndiyo. Sio kila tukio kila mtu atakuwepo Ukiangalia kwa mfano tukio la jana kulikuwa na wenye viti na sio makatibu wote walikuwepo. Kumbuka ilikuwa pamoja kwamba Mheshimiwa Lowassa alikuwa anakuja Chadema lakini eh, alikuwa anakuja ukawa vile vile kwa sababu wenye viti wote wa, wa, wa ukawa walikuwepo. Mbona watu hamuulizi eh, eh, wa kwa nini Maalim Seif hakuwepo? Kwa sababu naye ni katibu wa chama cha wananchi CUF. Eh, watu hawaulizi kwa mfano kwa nini labda Mheshimiwa Sakaya hakuwepo? Kwa hiyo hakuwepo, Mnyika hakuwepo, Dr Slaa hakuwepo, Tundulisu. Tuna majukumu mengi, sio lazima watu wote tuwepo. Kwa mfano, Chadema tulikuwa Mwanza mimi sikuwepo, walikuwepo watu wengine. Sugu Mwanza hakuwepo, walikuwepo watu wengine. Kwa hiyo sio kila tukio watu wote tutakuwepo, inategemeana kwao, watu wengine wanakuwa na majukumu mengine. Kwa mfano, leo walofika pale, waandishi wa habari walofika pale ofisi ya Chadema wakati tunatoa eh, press release kuhusiana na, na kwamba kesho Mheshimiwa Lowassa ana, ana yani, tumefungua pazia la watu kuchukua fomu za urais, atakuwepo pale. Tundu Lissu walikuwepo na ameongea na wanachama wabaya. Kwa hiyo sio kila tukio watu tunaonekana, lakini wabaya wa chama cha demokrasia na maendeleo watajaribu kusema mambo mengi sana ndani ya ya mitandao ndani ya, ya, ya, ya, ya mitandao, magazeti lakini Chadema tuko vizuri, tumejipanga vizuri kama nilivyosema, maamuzi haya kila mtu alishiriki mpaka ngazi ya juu kwa hiyo hizi ni, ni watoe wasiwasi wanachadema, msisikilize mitandao mwapuze, kwa sababu kwenye mitandao mtu anaamka tu anaandika anavyotaka. Msubiri kauli inayotoka kwa viongozi. Kuna mambo ambayo hata mimi siwezi kuyasema, nasubiri viongozi wangu wakuu waseme, lakini kuna mambo mengine naweza nikayasema, kama ambayo ule wauliza kwamba Chadema tuko imara, ukawa tuko imara, walisema ukawa tutasambaratika, hatujasambaratika, wanasambaratika wao. Walisema Chadema wao itakufa, wao ndio wanahangaika kama unavyoona. Sasa hivi chama kinameguka mapande mapande, na hii nadhani CCM inavyomeguka mapande mapande ni afya kwa demokrasia ya Tanzania. Okay, mpenzi mtazamaji. Yeah. Na mimi kabisa nafuatilia kipindi na nitachomuuliza hapa ni kitu kana na mtazamo ambao napenda mimi muulize. Utapata nafasi, utapenda kujua mawili matatu. Nakukumbusha tena utafika sana wakati ambao utapenda kupiga simu na uulize maswali. Utapopata nafasi hiyo hakikisha kwamba sauti ya runinga hapo nyumbani iko chini, unapata nafasi ya kupiga mara moja na unaongea kwa ufupi sana. Najua unataka kujua mambo mengi sana, lakini kwa ufupi sana. Haya, niambie, mikakati nini sasa tayari? Mheshimiwa Lowassa ndio ameshafika pale ndani. Watu walikuwa wanasema nini dini watataja. Okay, kesho hatimaye mheshimiwa Lowassa anakwenda kuchukua fomu ya rais anarejesha. Okay, mikakati nini sasa kuhakikisha kwamba huko majimboni mnakwenda kuongeza idadi ya majimbo? Mikakati nipi sasa kama chama? Kwanza lazima ujue, kwa mara ya kwanza chama chetu au UKAWA kwa ujumla, hakuna jimbo ambalo <laughs> mtu atapita bila kupingwa, for the first time katika nchi yetu. Hakuna jimbo ambalo mtu atapita bila kupingwa, hakuna diwani atakayepita bila kupingwa. Tumekuwa tukiingia kwenye uchaguzi, wenzetu wamepita bila kupingwa, wengine wanajidai sasa hivi, hicho kitu hakipo. Kwa hiyo kuna growth kubwa sana, hasa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Tumejitahidi kufanya kazi kubwa, lakini kwa kushirikiana na wenzetu kwa ujumla wetu katika UKAWA hakuna mbunge atakayepita bila kupingwa. Kwa hiyo maandalizi yamekuweko hata kabla mheshimiwa Lowassa hajaja, kumekuwa na maandalizi makubwa sana ya ujumla wetu kwa kukabiliana na chama cha mapinduzi kwenda kuchukua dola.